Mtazamaji wa mbegu za maandiko, karibu sana. Ni Jumapili nyingine nzuri, tumekutana hapa kwa ajili ya kutazama na kulijua mbegu hizi za maandiko ni zipi ambazo tunaenda kuzipanda siku ya leo. Ninaitwa Joshua Sorongai, hii ni nPoint. Na sasa kabla hatujaanza, tukaribishe uwepo wake Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na huyu mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi tangu wiki iliyopita, na sasa tena juma lingine tumekutana hapa kusonga mbele kwa pamoja, kutambua ni kipi ambacho unasema nasi kupitia maandiko haya. Ninamkaribisha tuweze kusonga naye, ili aweze kujifunza neno lako ndani ya juma hili, apate kutambua ni kipi ambacho unanena pamoja nasi kupitia maandiko haya. Niombi langu kupitia jina lako Yesu Kristo, ninaomba amina. Karibu. Juma lililopita tulipata kujifunza mbinu za mafanikio. Bila shaka ulikamata lesoni yako ukajifunza kwa undani na ukafahamu kizazi kipya, Gen Z, katika kizazi kile ambacho wana wa Misri kupitia kizazi cha Musa waliweza kurithisha kizazi kipya cha Joshua na tunajifunza habari za Joshua habari hizi hizi za wana wa Israel, sasa ni Gen Z kupitia historia ambayo Joshua katika Biblia mwana wa Nuni ndiye ambaye tunayemwongelea hapa, sio Joshua mimi ambaye ni mwana wa Sorongai <laughs> lakini ninafurahi kuwa na jina ambalo linaendana na historia nzuri ambayo tumepewa ambayo ni historia kutufikisha mbinguni. Juma hili jipya, Juma lingine tunajifunza somo zuri, kushangazwa na neema na fungu la kukariri ndani ya juma hili linatoka katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 31 ambapo Biblia takatifu inasema, kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na wale waliomwasi Mungu, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi. Biblia takatifu inatukaribisha ndani ya juma hili kutazama kushangazwa na neema. Hii siyo neema ya bure tu ambayo imetolewa kwetu lakini ni neema ya Mungu ambayo imetolewa kwetu tangu zamani za kale, tangu zamani za mababu zetu hadi sasa katika kizazi hiki ambacho tunaitwa Gen Z. Tunazidi kutembea na hii neema. Karibu tutembee wote kwa pamoja na katika mwanzo au muhutasari wa kile ambacho utakipata tu ukikamata nalosoni yako ndani ya juma hili na kujifunza, utaenda kupata maelezo ambayo yanaeleza kwa nini nimefanya hivi? Hili ni swali tu ambalo bila shaka mara nyingi unaweza ukawa unajiuliza hivi, ni kwa nini nimefanya hivi? Na mara nyingi hii inaweza ikawa mara baada ya pale ambapo unakuwa umefanya kitu ambacho dhamira yako inakusuta, nafsi yako inakuambia kwamba hiki ulichokifanya sio sahihi. Sasa mara nyingi uh, pengine sisi sote tumejipata tukitamka maneno haya eh, pale ambapo tunakuwa tumefanya vitu vya kujirudia rudia, na ni vitu ambavyo sio ambavyo vinatupatia matokeo mazuri, na kwa sababu ya hali yetu ya ubinadamu kwa ujumla eh, tunakuwa tunajihisi ya kwamba tumekosa au tunakuwa tumefanya makosa yale yale. Israel wanapata nafasi ya pili kuingia katika nchi ya ahadi na Joshua halichukulii hili swala kwa, kwa wepesi, analichukulia e, jukumu hili kwa uzito mkubwa kabisa. Hatua ya kwanza ni ya kuelewa e, wazi kuhusu kile ambacho wana wa Israel wanatakiwa kukikabili. Yoshua anawatuma wapelelezi wawili kwenda kumletea kumlete taarifa muhimu e, kuhusu nchi mpya ambayo anaenda kuingia. Cha kwanza anaangalia mfumo wa ulinzi ndani ya ile nchi, lakini zaidi ya yote maandalizi ya kijeshi ndani ya hii nchi ambayo wanataka kuingia ikoje, lakini zaidi ya yote vyanzo vya maji maji vyanzo vya maji na mtazamo wa makazi au wakazi wake kuhusu nguvu eh, pale ambapo watahitaji kwenda kuuvamia ukoje. Mara ngapi umekuwa ukijipanga uki, uki kutimiza malengo fulani na ukawa unajiuliza, au ukawa na unapanga unasema ya kwamba ni, ni, ni, ki, nita, nitafanya hivi, nitachukua huu mtaji nitaweka hapa, na mara baada ya kuchukua huu mtaji, haya mahesabu nitakayoyapiga yataingia hapa, ili niweze kupata matokeo haya ni mara ngapi umekuwa ukifanya hayo maandalizi ili tu uweze kujikimu kiuchumi katika maisha yako? Vivyo hivyo wana wa Israel waliweza kufanya hivyo, na pengine Israel wanapewa nafasi ya pili kuingia ndani ya huu eh, mji. Lakini mtu anaweza kufikiria kwa, kwa undani, Mungu aliwapa wana wa Israel ahadi. Sasa kama ahadi ambayo aliwapatia hivi, ni kwa nini wanaanza kutumia tena nguvu ya ku, ya ni, ni, Mungu aliwapa ahadi, kwa nini wanaanza kutumia sasa nguvu nyingine ya ziada kutaka kujua kile ambacho kinaenda kutokea mara baada ya kupewa ahadi ya kuingia nchi ya ahadi? <laughs> Unaweza ukawa unajiuliza, lakini M -m -m -m Mungu hakuweza kuwapa tu Israel ahadi hiyo eh, ha hakutaka wao waweze kuipata tu bila wao kutumia juhudi zao zozote zile. Na habari njema ni kwamba hata hivyo uh, uhakika wa msaada wa kiungu hauondoi wajibu wa binadamu, kama unavyokuwa unapanga mipango yako kwamba nitafanya moja, mbili, tatu nitafanya hivi hivi na hivi, lakini zaidi ya yote unakuwa unamwomba Mungu aweze kukusaidia ndani ya huo mpango ambao unao. Israel wanasimama kwenye mpaka wa Kanaani mara ya pili, matarajio ni makubwa, lakini mara ya mwisho walipokuwa kwenye mpaka huo eh, kwa kazi kama hiyo, matokeo yalikuwa mabaya sana. Sasa wanaingia kwa mara ya pili, na wiki hii tutachunguza hadithi mbili katika zile ambazo e, zitaenda kuvutia zaidi katika kitabu cha Yoshua na kugundua umuhimu wake katika imani yetu siku hii ya leo. E, neema ya Mungu ina uwezekano usio na kikomo na wa kutushangaza. Unaweza ukawa unasema ya kwamba kitabu cha Yoshua ni kitabu ambacho kinaelezea sana sana sana vita, pengine maafa, pengine eh, kuvutana, vutana huku na kule, lakini kuna habari njema ndani ya haya matukio yote na ndani ya juma hili katika kitabu cha Yoshua 2 mstari wa kwanza, kizazi cha pili cha Israel waliokuwa jangwani wanakutana tena na changamoto ile ile, e, iliyowakumba wazazi wao, ambapo kutumwa kwa wapelelezi e, kuwakumbusha kwa Waisraeli kwamba nchi wanayopewa na Mungu ni zawadi, lakini kwanza lazima waipiganie ili waweze kuimiliki. Hiki ndicho kinachosababisha kufa, kifanya kizazi hiki kujiona kama vile nitho, ni, ni, ni hafifu, lakini kizazi cha kwanza huko Kadesh Barneo katika kitabu cha Hesabu eh, sura ya 13 na 14, yani yaani wanapewa nafasi ya kuingia nchi na ni zawadi kutoka kwa Mungu, ambapo bado inawagharimu kuipata. Ndani ya juma hili, unaweza ukawa unajiuliza ni ahadi nyingi ambazo Mungu ameweza kutupatia eh, kupitia wana wa Israel. Lakini tunajiuliza kama ni ahadi ambazo tumepewa, kwa nini tunapambana kuweza kuzipata? Mungu anatamani kutengeneza urafiki mzuri pamoja nasi, ili tuweze kutimiza yale ambayo yanahitajika, ya, ya, ya, ya katika maisha yetu ya kila siku na uhakika ya kwamba utawezaku pata nafasi na kutazama kile ambacho Mungu ananena pamoja nawe kupitia maandiko yake matakatifu. Kitabu cha Yoshua ni sehemu ya kutengeneza urafiki wako na Mungu. Kitabu hiki kinakusogeza karibu na miguu yake Kristo, kupata kutambua ya kwamba hata yule kahaba Rahabu ambaye ameandikwa katika kitabu hiki cha imani, kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 31 ambapo tunakumbushwa kwa imani, Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na wale waliomwasi Mungu kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi. Nina uhakika ya kwamba ndani ya juma hili utaenda kubarikiwa sana, unapopata nafasi nzuri kujifunza neno la Mungu kwa kukamata lesoni ya juma hili, na upate kujua kile ambacho Mungu amba anatuambia, kushangazwa na neema. Ni mara ngapi unafanya dhambi? Ni mara ngapi tunafanya dhambi? Ni mara ngapi ninafanya dhambi? Lakini neema ya Mungu bado inanishangaza ya kuwa bado niko hai. Zamani wenzetu walikuwa wakikutwa wamefanya dhambi ya uzinzi, dhambi ya kuiba, walikuwa wanapigwa mawe hadi kufa. Pengine zamani watu walikuwa wakiumwa hata ukoma, walikuwa wanatengwa kwa sababu tu walikuwa wanaonekana wao ni najisi, wao wamelaaniwa. Lakini leo tunashangazwa na neema ya Mungu, licha ya udhalimu, uchafu tulio nao, bado tunapata nafasi nzuri ya kuingia miguuni pa Yesu na kuongea pamoja naye, licha ya udhalimu, uchafu na udhalimu tulio nao Neema hii ya pekee ambayo inakushangaza wewe na mimi ambayo inatupatia uhuru wa mimi na wewe kuwa miguuni pake Kristo, itembee pamoja nawe ndani ya juma hili zima, ukifikiria na kutafakari ni namna gani unaweza ukafanya kuboresha maisha yako kiroho, kusogea miguuni pake Kristo tunaposafiri kuelekea mbinguni ndani ya juma hili. Sina la ziada, ninakukaribisha chukua muda wako, tazama, lesoni itakuwa inasema nini. Kupitia lesoni hii utaenda kujifunza kile ambacho Mungu ananena pamoja nawe, ananena pamoja nami, ili tuweze kuifikia ile nchi ya ahadi tuliyopewa. Licha ya ahadi nzuri ambazo Mungu ametuahidi tangu mababu zetu hadi sasa bado kuna jukumu tunapaswa kulifanya ili tuweze kufikia ahadi ambazo ametuahidi. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imekamilisha matangazo haya, Denis Julius, Samuel Matekeri, Michael Gaspar Gafa, hii ni nPoint. Tunakukaribisha tena juma lijalo, upate kuungana nasi tutakapokuwa tukiyachunguza maandiko kupitia kipindi hiki cha mbegu za maandiko ili upate kubarikiwa. Mungu akubariki, endelea kuwa pamoja nasi tunakushukuru mungu kwa kuwa pamoja nasi endelea kuwa pamoja na huyu mtazamaji ambaye anatufuatilia mbariki anapojiandaa kujifunza na kushangazwa na neema yako basi apate kusogea karibu na miguu yako ninaamini ya kwamba utakuwa pamoja naye utambariki aingiapo utambariki atokapo kwa kuwa ni ombi langu kupitia jina lako yesu kristo ninaomba amina